mani ni hazina kubwa, ni dhahabu ya aina yake. Dhahabu hii ikikuporonyoka, tufanye kazi kubwa kumwomba Mwenyezi Mungu aliyetuumba, lakini kwake yeye wadhalika, ala llahi yasir madogo na mninii mepesi mbele ya Mwenyezi Mungu kutuondeshea mtihani, akatuletea kheri, tukasahau haya kahili. Kuna wachochezi kadhaa wasio wa Tanzania wamekuwa wanashagadia yanayotokea nchini kwetu, wa kuwahimiza vijana kufanya vurugu. Hawa nia yao ni kuvuruga utulivu na amani ya Tanzania ambayo vinavutia wawekezaji. Ni lazima tujizatiti yasitokee tena matukio kama yale, na namna ya kujizatiti ni katika nyumba zetu za ibada, tuyakemee, tuwakumbushe ambao wanajihusisha na mambo haya, ili amani yetu iendelee kudumu, kwa sababu sisi ndio hazina ya Tanzania. Tunachochea kuimarisha amani, tunatarajia sana amani yetu idumu. Kwa kila mmoja asijue huyu fulani huyu fulani, swala la dini libaki kama dini, swala la watu kusaidiana, kupendana na kuwa wamoja libaki katika umoja wetu, tusiingie katika majaribu hayo.